Imetimia saa kumi na mbili kamili asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu Septemba 29 mwaka 2025. Msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya BBC asubuhi hii, watu wanne wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya mshambuliaji mmoja kuvamia kanisa katika jimbo la Michigan nchini Marekani, ikifyatua risasi na kuchoma moto jengo hilo. Kumeibuka matumaini baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba ana mpango mpya ambao utamaliza vita vya Gaza. Na tutaangazia kumalizika kwa mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Unaashiria kuchukuliwa kwa hatua ya juu ya migogoro inayoendelea kimataifa sasa. Umoja wa Mataifa imekuwa ni ni, ni, ni ni taasisi au shirika kubwa ambalo linategemewa na ulimwengu kutatua matatizo, lakini mara hii ni kama vile kuto kuridhika kumekuwa kukubwa zaidi, hasa kwa mienendo baada ya, ya hali iliyopo La yote ni muhtasari wa habari za ulimwengu unawasilishwa kwako kulia kwangu hapa studioni na mwenzangu Halima Nyanza. Halima, karibu. Asante, Skola. Watu wanne wamekufa baada ya mtu mwenye silaha kushambulia watu waliokuwa kanisani katika jimbo la Michigan nchini Marekani. Polisi wa eneo hilo wamearifu kuwa mshambuliaji huyo aliendesha gari mpaka katika mlango wa mbele wa kanisa la Mormon na kuwashambulia kwa risasi watu takriban kumi. Taarifa zinasema kuwa mamia ya watu walikuwa ndani ya kanisa hilo ambalo liliwaka moto baada ya kugongwa na gari hilo. William Renie ni kamanda wa polisi katika eneo hilo. Officers who were trained. Maafisa ambao wamepata mafunzo kwa haraka walielekea katika eneo la tukio ambako walikutana na mtuhumiwa na kuanza kujibishana kwa risasi na mshambuliaji. Wakamdhibiti mtuhumiwa huyo ambaye kwa sasa amefariki dunia, hatunaye tena. Kama nilivyosema, alikuwa mwanaume mwenye umri wa miaka 40 kutoka Bolton. Wakati wa tukio hilo pia kulitokea moto na tunaamini kuwa ulianzishwa kwa makusudi na mtuhumiwa. Chama tawala nchini Moldova ambacho kinaunga mkono, no, kinaunga mkono umoja wa Ulaya kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika jana na kuendelea kushikilia wingi wa viti bungeni. Uchaguzi huo wa jana ulijawa na tuhuma kutokana na madai ya kuingiliwa na Urusi. Chama hicho tawala cha PAS kilipata takriban asilimia 47 ya kura zilizopigwa huku muungano wa kizalendo unaungwa mkono na Urusi ukishika nafasi ya pili kwa asilimia 25. Ushindi huo unakifanya chama hicho kuendelea na juhudi zake za kujiunga na umoja wa Ulaya bila kutegemea washirika wa, wa muungano. Maafisa nchini Namibia wamepeleka mamia ya wanajeshi kupambana na moto wa nyika ulioharibu, karibu theluthi moja ya mbuga maarufu ya wanyama ya Etosha. Taarifa zaidi na Esta Luambano. Mbuga hiyo ni moja ya kivutio kikubwa cha utalii katika nchi za kusini mwa Afrika na inayojulikana zaidi kutokana na kuwa na bwawa kubwa la maji ya chumvi ambalo linaonekana pia kutokea angani. Wizara inayoshughulikia mazingira nchini Namibia imesema moto huo wa nyika ulioanza Septemba 22 umesababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na kuzua wasiwasi juu ya sekta ya wanyamapori na utalii katika mbuga hiyo. Mbuga hiyo iliyoko kaskazini mwa Namibia, kwenye maeneo mengi ya jangwa, ni makazi ya wanyama wengi, hususan kifaru mweusi aliye hatarini kutoweka duniani pamoja na aina mbalimbali mbali za ndege na wadudu na. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais huyo wa Marekani ameonyesha matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kumaliza vita Gaza, lakini hata hivyo, msemaji wa Hamas Walid Kilani ameiambia BBC kwamba mapendekezo hayo yalikuwa na lengo la kuupotosha ulimwengu juu ya mauaji yanayoendelea Gaza. Hii ni BBC. Ni mwenzangu huyo Halima Nyanza katika studio zetu Dar es Salamu, amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio washirika nchini DRC. Tusikilize kupitia redio muungano beni chini, Tanzania bomba FM, CJFM na redio Kwizera, Uganda redio Kitara na redio Paidha, Kenya nyota FM, pamoja FM na mwenedu FM na internet katika bbc swahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Watu wanne wamefariki dunia baada ya tukio la shambulio la risasi na moto kutokea katika kanisa la Mormon katika jimbo la Michigan nchini Marekani. Polisi wanasema moto ulioteketeza sehemu kubwa ya kanisa hilo umeweza kudhibitiwa, lakini uharibifu wake umezuia juhudi za uokoaji kuendelea kwa haraka. Idadi kamili ya walioathirika na tukio hilo bado haijafahamika. Zaidi na Matha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa tamko kulaani shambulio hilo na kulitaja kama tukio la kutisha Huku akitoa pole kwa familia za waathirika, akiandika kupitia mtandao wa kijamii, Rais Trump amesema kuwa tukio hili linaonekana kuwa mojawapo ya mashambulizi mengine yaliyolenga Wakristo nchini Marekani. Kwa upande wake mkuu wa FBI anayesimamia uchunguzi wa mkasa huo, Ruben Coleman amelitaja shambulio hilo kuwa ni kitendo kilicholenga kusababisha vurugu, akithibitisha kuwa FBI sasa inaongoza uchunguzi. Vikosi maalum vya kukabiliana na hali ya dharura SWAT, wataalamu wa mabomu, pamoja na washauri wengine wa idara ya usalama wamepiga kambi katika eneo la tukio. Polisi wamemtaja mshukiwa kuwa ni Thomas Jacob Stanford ambaye aliuawa baada ya majibizano ya risasi na maafisa usalama kwenye maegesho ya kanisa hilo. Mamlaka zinasema bado haijafahamika wazi nia hasa ya mshambuliaji huyo katika tukio hilo. Polisi wamewapongeza waumini wa kanisa hilo kwa ushujaa wao, hasa kwa kuwakinga watoto waliokuwepo ndani ya kanisa na mahali salama. trained, maafisa ambao wamepata mafunzo kwa haraka walielekea katika eneo la tukio ambalo walikutana mtuhumiwa na kuanza kujibishana kwa risasi na mshambuliaji, wakamdhibiti mtuhumiwa huyo ambaye kwa sasa amefariki, hatunaye tena. Kama ilivyosema, alikuwa mwanaume mwenye umri wa miaka arobaini kutoka. Wakati wa tukio hilo pia ulitokea moto na tunaamini kuwa ulianzishwa kwa makusudi na mtuhumiwa Kamishna wa polisi William Rain amesema kuwa vikosi vya kwanza kufika eneo la tukio vimeendelea na uokoaji na kulikagua kanisa lote kuangazia uharibifu mkubwa uliosababishwa na moto. Amesema kuwa bado haijafahamika idadi kamili ya watu ambao hawajulikani walipo, lakini anathibitisha kuwa baadhi ya watu bado hawajapatikana. Aidha, Rain ameeleza kuwa watu wawili kati ya waliopoteza maisha walifariki kutokana na majeraha ya risasi. Naam. Taarifa yake, taarifa yake Martha Saranga. Raisi wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais huyo wa Marekani anaonyesha matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kumaliza vita vya Gaza. Zaidi na Halima Nyanza. E, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuna nafasi ya kuwepo kwa mafanikio makubwa katika eneo la mashariki ya kati, na kwamba viongozi wa Israel na jumuiya ya Kiarabu wamepokea vizuri mapendekezo yaliyofikiwa. Lakini hata hivyo, msemaji wa Hamas Walidi Kilani ameiambia BBC kwamba mapendekezo hayo yalikuwa na lengo la kuupotosha ulimwengu juu ya mauaji yanayoendelea ya Gaza. Ameeleza kuwa Hamas ilikubali mpango uliopendekezwa na mjumbe wa Marekani, Steve Witkoff, katikati ya mwezi wa nane, lakini Israeli ilijibu kwa kushambulia makao makuu ya Hamas yaliyoko Qatar. Msemaji huyo wa Hamas amefahamisha kuwa juhudi zinazochukuliwa na, na Wapalestina kujadiliana na Israeli kwa miongo kadhaa hazijawahi kuleta utulivu wala usalama kwa watu wa Palestina. Wapalestina wamejaribu kutafuta amani na adui huyu kwa zaidi ya miaka thelathini na mitatu ya mazungumzo. Majadiliano haya yasiyofaa hayajaweza ya kuleta usalama utulivu, wala amani kwa watu wa Palestina, na ndiyo sababu ya Wapalestina kunyimwa haki kwa kiwango kikubwa. Adui hataki kutupa taifa na hata nusu yake na hata kutupa nchi moja ya ardhi yetu. Hili limethibitishwa katika hotuba ya Netanyahu, Netanyahu. Katika hatua nyingine, tawi la kijeshi la Hamas limesema limepoteza mawasiliano na mateka wawili wa Israel baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi mawili katika mji wa Gaza. Kikosi hicho cha Alkasam kimedai kuwa kililiomba jeshi la Israel kusitisha mashambulizi kwa saa 24 ili kuweza kuwahamisha mateka hao kutoka kwenye hatari vikosi vya Israel vimeendelea kusonga mbele katika maeneo ya kati na magharibi mwa mji wa Gaza huku vikifanya mashambulizi makali. ni Halima Nyanza. Wakati nchi nyingi za Afrika bado zinategemea kuagiza teknolojia za kisasa kutoka nje, Tanzania imeanzisha maabara yake ya kisasa inayoitwa 3D mechanical lab. Ni maabara ya kwanza na ya kipekee ya maarifa ya mitambo ya kisasa ya kihandisi Tanzania, inayolenga kufanya mapinduzi katika sekta nne: kilimo, viwanda, afya na madini. Kwenye maabara hii pamoja na vifaa vingine, maelfu ya vijana wanapewa ujuzi wa kutengeneza ndege isiyokuwa na rubani, yani robot, pamoja na vipuri vya viwandani. Mwandishi wetu Yusuf Mazimu alitembelea maabara hiyo huko jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Ni ndani ya maabara ya 3D hapa chuo cha ufundi Arusha, ubunifu unaendelea hapa. Wazo la ubunifu hubadilishwa na kuwa kitu halisi kupitia teknolojia ya 3D kama ambavyo anaeleza mkufunzi Dickson Kongo. Maabara hii ambayo ni ya kipekee kwa Tanzania inaweza ikakupa products nzuri sana mfano, uh, robot ambaye anaweza akatumika kwenye viwanda, robot ambaye anaweza akatumika uh, mahospitalini. Lakini piti, pia, kupitia maabara hii tunaweza tukatengeneza ndege ambayo haina rubani, lakini vile vile unaweza ukapata vipuri vya magari, vipuri vya pikipiki piki na bidhaa nyingine nyingi sana. Mazao mengi yamekuwa yakifanya umwagiliaji kwa njia ya kawaida au tunaita traditional, lakini siku siku hizi tumeona uh, unaweza kutumia drone kumwagilia au kupiga dawa, ambao hii inaongeza ufanisi na saizi ya mashamba na maeneo mbalimbali ambayo baadhi ya teknolojia hii imeshakuwa taken care na maabara hii. Imekuwa ni kichocheo kikubwa kwenye area hiyo. Wanafunzi hapa wanajivunia. Uh, ukiangalia huu mchoro ni kwamba pati zote yani sehemu zote Zime, zimewezekana kupitia mabara hii. Simai Seko yeye katengeneza roboti la kuchomelea vyuma, kila kitu kimekuwa 3D printed mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo mabara hii imesaidia kwa kiwango kikubwa katika ufanikishaji wa projekti. Na Mustafa Jige kabuni ndege isiyo na rubani, kwa sababu nimeona matatizo katika jamii yangu, mfano mafuriko, kufikia sehemu ambazo ni vigumu kufikiwa, lakini pia usafirishaji wa dawa maeneo ambayo ni vigumu kufikiwa ufanywa vijijini, lakini pia uh, kutusaidia kwenye uh, usalama wa wanyamapori. Maabara hii ya 3D ni huru kwa wanafunzi na hata ambao wamehitimu, na tayari matunda ya maabara hii yameanza kuonekana. Maabara ya 3D ya ITC imenisaidia ya mimi na wenzangu kuanzisha kikundi cha ja ubunifu ambacho tunahusika na kutengeneza mashine za kilimo kuwasaidia wajasiriamali na wafanyabiashara ambao wanahitaji kuona mawazo yao katika uhalisia. Serikali inasema maabara 3D inaweka msingi wa ubunifu kwa maendeleo ya sekta mbalimbali za uchumi. Masuala ya sayansi na teknolojia, tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage tuenzetu. Asante sana Skola Kisanga, like tuanzie ligi kuu ya England ambako miongoni mwa matokeo ya mbako kusisimua ni kwamba Arsenal imefanikiwa kupunguza pengo kati yake na vinara Liverpool na kubakia alama mbili, baada ya kuichapa Newcastle United mawili kwa moja. Magoli ya Arsenal yalipatikana katika dakika 13 za mwisho wa mchezo, hivyo kumaliza mfululizo wa vipigo vitatu mfululizo katika uwanja wa St James Park. The Gunners walinufaika na kipigo cha Liverpool cha mawili kwa moja mbele ya Crystal Palace hapo Jumamosi, ambacho ni cha kwanza msimu huu huko Hispania, katika ligi kuu ya nchi hiyo maarufu La Liga, Barcelona ilikuwa ya kileleni mwa msimamo kwa tofauti ya alama moja dhidi ya mahasimu wao wa kuu Real Madrid baada ya kupindua meza na kuichapa Real Sociedad mawili kwa moja. Miamba hiyo ilitumia vyema kichapo kikali cha magoli matano kwa mawili walichopata Real Madrid kutoka kwa Atletico Madrid mapema Jumamosi. Nako katika silia nchini Italia, AC Milan mabingwa watetezi walichapwa wali Napoli walichapwa na AC Milan. AC Milan inaongoza ligi hiyo kwa sasa kwa tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa, uh, wakiwa na alama 12 sawa na Napoli na AC Roma. Kwa upande wa mbio za baiskeli za dunia huko Rwanda, Tadej Pogacar, raia wa Slovenia, ameshinda mbio hizo kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo, huku akiwaacha mbali washindani wake. Kama mwenye umri wa miaka 27 ambaye ni mshindi mara nne wa mashindano kima ya kimataifa ya baiskeli maarufu Tour de France alinyakua ushindi huo kwa tofauti ya dakika 1 na sekunde 28 mbele ya Remco Evenepoel raia wa Ubelgiji aliyemaliza wa pili. Ben Hill raia wa Jamhuri ya Ireland alimaliza wa tatu. Mbio hizo ni za umbali wa kilometa 267.5. Tumalizie na kriketi ambapo India imefanikiwa kutetea ubingwa wake wa kombe la Asia baada ya kuwachapa majirani zake Pakistani kwa wiketi tano katika mchezo wa fainali wa kusisimua uliokumbwa na mash, mashinikizo ya nje ya uwanja kutokana na uhasama baina ya mataifa hayo ambao ulifanyika katika kiwanja cha kimataifa cha kriketi huko Dubai. Hii ilikuwa mara ya tatu kwa India na Pakistan kukutana katika fainali ya mashindano hayo na India kunyakua ubingwa wao wa tisa kwa mara nyingine, wachezaji wa, wa pande hizo mbili hawakupeana mikono kama ilivyokuwa katika fainali mbili za awali. Hizo ndio dondoo za michezo asubuhi hii kwako, sikona Kisanga. Unajua wamenufaika na kipigo kweli, ila watu wa michezo bwana, anatumia nafasi akichapa, anatumia nafasi hiyo.